Ikulu ya rais wa Urusi imefahamisha kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin hatoshiriki katika mkutano wa BRICS, mkutano ambao unaotarajiwa kufanyika nchini Brazil katika mji wa Rio de Janeiro kati ya Julai 6 na Julai 7. Uamuzi huu ni kufuatia hati ambayo iliyotolewa na mahakama ya uhalifu wa kivita ya kimataifa ambayo ilifahamisha kwamba rais Putin anatakiwa kukamatwa na kufikishwa katika mahakama hiyo kufuatia tuhuma ambazo zinamkabili, tuhuma ambazo inatajwa kwamba aliwahamisha watoto wa Ukraine na kuwahamishia Urusi, kitendo ambacho kilifahamishwa kwamba ni kinyume na sheria. Wakati ambapo Urusi pia ilifahamisha kwamba maamuzi haya ambayo yaliochukuliwa na serikali ya Urusi ambayo inaongozwa na Rais Putin kuweza kuwachukua watoto hawa na kuwahamishia nchini Urusi ilikuwa ni kwa sababu tu za kuweza kuwaepusha watoto hao na madhila ya vita vita ambavyo vilikuwa vikianza kati ya Urusi na Ukraini. Kwa mujibu wa mahakama ya uhalifu wa kivita hii ya kimataifa ICC nchini Uholanzi, ilifahamisha kwamba watoto hawa walihamishwa kutoka Ukraini kwa nguvu na serikali ya Urusi, kitendo ambacho bila shaka lazima wale ambao wanaohusika waweze kukamatwa na kuwajibishwa mbele ya vyombo vya sheria. Na katika mitandao ya kufuatia taarifa hii ambayo iliyotolewa na serikali ya Urusi kuhusu rais Putini ya kwamba hatoshiriki katika mkutano huu wa BRICS, wanafahamishwa kwamba rais Putin akae chonjo yasije kumkuta kama yale ambayo yamemkuta rais wa zamani wa Ufilipino Edward Duterte. Wakati ambapo alipokuwa madarakani, alikuwa akikemea vikali maamuzi aidha tahadhari ambazo zilikuwa zikitolewa na mahakama hiyo, na sasa tayari yupo chini ya ulinzi aliweza kukamatwa katika uwanja wa ndege wa mjini Manila nchini Ufilipino na kupelekwa moja kwa moja nchini Uholanzi katika mahakama hii ya uhalifu wa kivita ya kimataifa. Kulingana na sheria za wanachama wake, mahakama hii ya uhalifu wa kivita, Brazil kama mwanachama iwapo rais wa Urusi atakanyaga ardhi ya Brazil, basi Brazil kama mwanachama wa ICC inatakiwa kumkamata rais Putin na kumfikisha mbele ya mahakama hii ya ICC ili aweze kuwajibishwa kuhusu tuhuma ambazo zinamkabili kufuatia kile ambacho kinaendelea nchini Ukraine na hususan kuhusu watoto hawa inayodaiwa ya kwamba aliwahamisha kwa nguvu kutoka nchini Ukraine na kuhamishia nchini Urusi. Na kwa sasa iwapo rais Putin atajielekeza nchini Brazil kwenda kushiriki katika mkutano huo, basi inaonekana ya kwamba Brazil kama mwanachama wa ICC atatakiwa kumkamata rais Putin na kumfikisha mbele ya mahakama hiyo, jambo ambalo inaonekana pia kuwa itakuwa ni usaliti na kuweza kuvunja mustakabali mzima wa muungano huu wa BRICS ambao inaonekana kuwa malengo yake ni kukabiliana kimkakati na kidiplomasia dhidi ya mataifa ya magharibi ambayo kwa kiasi kikubwa inaonekana ya kwamba msimamizi wake ni Marekani. Mshauri wa Rais Putin alifahamisha kwamba Rais Putin atashiriki katika mkutano huo kwa njia ya video na kufahamisha kwamba na atawakilishwa moja kwa moja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, ambaye pia atakuwa na ujumbe tosha kutoka kwa Rais Putin licha ya uwepo wa moja kwa moja wa Rais Putin katika mkutano huo ungekuwa na umuhimu mkubwa. Na katika mitandao ya kijamii kuhusu hili la Rais Putin kuweza kushiriki katika mkutano huu kwa njia ya video, inatajwa kwamba ni hatua ambayo imefikiwa katika teknolojia. Kwa sasa hakuna haja ya kusafiri kutoka katika taifa moja na kujielekeza katika taifa lingine kwa ajili ya kushiriki katika mkutano. Unaweza kushiriki katika mkutano huo kwa njia tofauti ambazo kwa sasa zinafanikishwa na hatua kubwa katika sekta ya teknolojia ya mawasiliano. Inatajwa kuwa mfumo ambao utakaotumiwa katika mawasiliano hayo unatakiwa kuwa umejidhatiti kwa kiasi kikubwa, ili kuweza kuwaziwia wale ambao watakaotaka kudukua na kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea katika mkutano huo. Lula da Silva wa Brazil, mba, Rais wa Brazil alikuwa amefahamisha kwamba Rais Putin ataarifiwa kama mmoja miongoni mwa waanzilishi wa BRICS hivyo basi kulikuwa na umuhimu mkubwa Rais Putin pia aweze kushiriki katika mkutano huo, ila kutokana na hati hii ambayo iliyotolewa na mahakama ya uhalifu wa kivita, hati ambayo inamtaka kila mwanachama kuweza kuiheshimisha ikiwemo kuwakamata wale ambao ni washukiwa na watuhumiwa kama alivyo Rais Putin kufuatia kile ambacho kinaendelea nchini Ukraine mkutano huu wa BRICS unatarajiwa kuanza ifikapo Julai 6 na kumalizika mnamo Julai 7. Itakuwa ni muda wa siku mbili tu, ikiwa ni pamoja na masaa 24. Na mataifa ambayo yanatarajiwa kushiriki katika mkutano huo ni Brazil, India, Urusi, Irani, Indonesia, Ethiopia, Misri, Irani na falme za Kiarabu.